MC Pilipili washawasha. Okay, yeah. Ah, ah, hujaisema sasa, ile yenyewe, unajua Pilipili alikuwa anaisemaje? MC Pilipili washawasha, okay, yeah. Very good, wengi wetu aliyelala hapa ni rafiki, ndugu, jamaa ambao naye tume, tumekusana naye, tumekutana tume naye tumeishi naye tumeexperience maisha yake lakini kwa wachekeshaji tumemtazama, tumejiunga naye, ametulea, ametushika mkono kipindi ambacho tunataka kusimama, akaondoka. Neno la na Mungu linasema tuwe tayari kwa wakati unaofaa na usiofaa. Hakika huu wakati haukufaa, lakini utayari wa roho ya Pilipili ulikuwa tayari. Wote tumekuwa mashuhuda, akimtumikia Mungu akiwa kwenye karia zote ambazo amepita nazoiji sio tuje kuongeza huzuni, tunakuja kufariji, kuwaonyesha ndugu zetu ambao ni familia kwamba tuko pamoja na wao katika kipindi hiki kigumu Jambo ambalo natamani ni shehe na watu wa Mungu tulioko mahali hapa, meza kuu, viongozi wote, uh, watumishi wa Mungu na sote tuliokuja hapa kama waombolezaji kwenye maisha yetu, tukumbuke jambo moja: duniani sisi ni wapitaji. Biblia inasema kwenye Petro wa kwanza sura ya pili ule mstari wa kumi na moja ya kwamba sisi duniani ni wapitaji. So kama ni wapitaji, kila mmoja ni lazima ajipange na kule anakoelekea. Tunapomwona rafiki yetu, mpendwa wetu Pilipili, aliyekuwa na mapenzi na kila mtu, leo amelala, jiulize, nani anafuatia kesho? Bwana Yesu apewe sifa. Wakati mwingine unaposikia tukio kama hili, unatafakari kwa ucheshi aliyokuwa nao, kwa upendo aliyokuwa nao. Hivi ni nani angeweza kudhani kwamba siku moja tungekusanyika mahali hapa kuomboleza kifo cha kiwango ambacho mpendwa wetu amepitia. Hawa ndio watu waliozunguka maisha yetu, wanaweza kutuangalia kama wanatupenda, kumbe wanatuwazia mabaya. Kama mtumishi wa Mungu, ninatamka hapa, hautakuwa salama kama utamwacha Mungu kwenye maisha yako. Tuko watu wa imani tofauti hapa, kila mmoja kwa imani yake. Vijana mko hapa, nimefurahi kuona wasanii mko hapa. Leo tunapendeza, leo tunapendwa na kila mtu, haujui kesho yako. Jenga mahusiano yako na Mungu. Duniani sisi ni wapitaji. Iko siku nawezekana, hatujui nani anatangulia, lakini iko siku na sisi pia itakuwa zamu yetu. Nimekuwa nikiwaambia watu kwenye gospel, tunao waimbaji wanatukumbushaga kwamba ni wapitaji. Kuna mwimbaji mmoja anaitwa Ambwene Mwasongwe, ana nyimbo ameimba Duniani twapita, wenyeji wetu mbinguni, safari yetu imepamba moto, aliyeianzisha ni Yesu mwenyewe. Hivyo tunasema tunafanyaje? Kuna watu wanasema mi siendagi kanisani, kwa hiyo sijui hiyo kitu. Uko mtaani mnako kaaga, kuna lijamaa linaitwa Samba Mapangala, alijaokoka aliendaki msikitini wala kanisani, likawakumbusha dunia tunapita, eh, kila kitu kitabakia. Mimi ni mtumishi wa Mungu, mchungaji wa makanisa ya Free Church, mmoja washirika wanaonipasua wa kichwa, na ninamwamini Mungu, siku moja atanielewa, awa Bwana Yesu <laughs>